Kuna watu nili -explain mambo hawakuwa na hawakuelewa chochote eh? Nilisema hivi hii channel ni yangu, but sasa nimekuwa niki analyze vitu mingi za Senior Dave as in channel inakaa ni kama ni ya Dave so, so najaribu channel kwa line. Nimeanza kupost vitu zingine, nirudishe channel kwa line. Hata kama itachukua mwezi ama miezi mbili tatu ndio rudi sawa. Ni sawa cause ndio unaona post vitu za devu sana, na sijui hata nimeanalyze kwa nini. I think ni venye na watch ama niache ku watch vitu za devu kidogo. Eh, Yani channel imeharibika na kitu hata ilifanya ni, niache kuanalyze hizi vitu za Dave. Mnaona penye imefika, kama brava atatolewa the bill. Nimesema channel, channel ya Senior Dave, itarudi street maybe. Ianze tena kwa kufanya nini kusanitize watu wengine na kama ni follow up, ni video moja mbili. So history ya Senior Dave kisha haitakuwa poa, eti tukae tungoje Dave aende street tena ndio alete video moja mbili tena tu analyze, itakuwa ni ufala. So nimerudi, ni analyze vitu zingine pia. Ndio fanya nini channel irudi laini. Juu imezoea kitu yeah, moja imezoea kitu moja, so kuichange mind eh, imekuwa ngumu kidogo. That's why na post video, hata nyinyi mnaona views ziko chini na zile video nimepost, si ni, si eti ni mbaya, ni mzuri hizo video. Nitazipin pale chini, muende muwatch, nitapin link pale chini. Ukitoka hapa, just go and watch anyway. Guys eh, acha turudi kwa mambo yetu ya kawaida. Unajua nacheka nini mimi? Siji nitaacha kuwatch vitu za Deva ama nitafanya nini? Deva anaenda bank kufanya nini? Anaendea pesa na Bravo. Mimi nazasema hivi. Pesa ziko kwa bank. As in, kama zile pesa zilikuwa za mashetani, wameenda tu kuconfirm hakuna pesa kwa ushetani ama waingize tena. Dave hakuna venye utafanyia shetani kazi alafu atiuokoke, okay. Tena zile pesa zifanye zikikaa hapo, it zinakungoja, like zinakungoja kama nini, kama ni nyumba inachomeka tu, unapata tu nyumba imechomeka. That's why unaweza ona tu nyumba imechomeka mahali, unauliza ni nini imechoma hiyo nyumba, kila mtu anasema hatujui, atujui, atujui, tumeona tu moto na kama ni gari pia inapata tu moto, ama inapata tu accident. Na ikipata accident inabomoka, na wale wako ndani ya waumini. Vitu za ushetani zikuwa hivyo. Na kama ni ukweli, pesa ziko kwa bank, mimi nasema kulingana na maoni yangu. Na kama ni ukweli, wataenda wapate pesa ziko kwa bank. Hizo pesa ambazo zitakuwa kwa bank, kama hazitakuwa kwa bank, hazitakuwa zita, za mashetani zitakuwa ni zile pesa zenye Bravo alikuwa anafanya nini? Alikuwa anauza, anauza. Unajua Bravo ni mwerevu sana Bravo si ule ati anategemea kazi moja. Kama si zile za mashetani, basi ni zile zenye alikuwa anauza kidney, hata yani alikuwa anafanya kazi mara mbili, anafanyia shetani alafu anajifanyia. Kama si hiyo basi ni pesa zile zenye alikuwa anauza nini? Kidney. Na pesa zenye alikuwa anauza kidney maybe. Simulisikia akisema ako na 70 million kwa bank. Sasa maybe kama ziko huko zile zenye alikuwa anauza kidney. Biashara haramu, biashara ifaida, biashara ya damu sasa Niambie eti, wanataka Bravo achukue hizo pesa? Kama watazipata kama ni zile haramu zile alikuwa anauza kidney, kama watazipata, hiyo pesa itachukuliwa aje? Itachukuliwa aje? Ati ipelekwe kwa madhabahu? Pesa yenye imekuwa ikimwaga damu, ati anaenda kujitolea dhabihu? That's a no. Kama watapata zile pesa zenye alikuwa anauza kidney, hiyo pesa waachane nayo ama wajue venye watatumia na njia nyingine, lakini zisikanyage kanisani coz hiyo pesa ni ya ushetani, pesa yani ya kumwaga damu alafu atuwachukue wapeleke kwa madhabahu, ati kama dhabihu Haitakubalika wa, ni sawa watapeleka, lakini Mungu hatakubali atachukua. It's like watapeleka hiyo dhabihu itakaa pale, lakini haitasaidia, na mwenye atachukua hiyo dhabihu itamletea vurugu kwa nyumba, itamletea shida, atakuwa amebeba mizigo. Kama hiyo sadaka imepelekwa kwa madhabahu imekataliwa, alafu wewe mtumishi unachukua, ni nini itakufanyikia? Utakuwa umebeba hiyo kilio ya watu, watu walikuwa wanamwaga damu, ilikuwa inamwagika familia zao, kilio nini, utakua umebeba izo mashida zote. Then hiyo damu ya kuua maybe itaingia kwa one of your family members. Na mkiangalia vizuri nhzi, acha nitumie, sitaki nitumie yote narbwa seme, ukiangalia shida washika, washirika. Kwa pasto, hai hapa ni kwa pasta ama huyu pasta unapata kama ako na watoto hawajaolewa wa kama ni wengine hawashiki kitu shule, kama ni wengine hawajasoma, kama ni wengine mateso tu, yani kilio ama hata ni ni pasta na ana bibi. Ni kwa nini wakati wanapokea sadaka kama zile za Bravo, za Bravo ushetani? Hizo vitu huende zinaenda kupiga boma, zinapiga familia mzima, zinapiga pasta, zinapiga watoto wa pasta. Wengine ni zuzu tu, wengine wako tu na tuna shindo, siaombee watoto So ni sadaka kama hizo unapokea, kama una imani ama unapokea hiyo sadaka, inakuangamiza pamoja na familia. So guys, kuna watu wanasema ati oh sijui nini nini, Dave anasema atatolea bravo dhabiu basi, sijui atauza gari sijui atauza simu. Dave si mjinga, hakuna siku Dave atauza simu ati Dave auze gari auze simu. Dave akisema ati oh sijui bravo anahitaji dhabiu, atauza gari ama simu, anajaribu kucommunicate pesa zinahitajika za Bravo ya dhabihu. So kama ni nyinyi, inafaa mkae chini, mjue venye mtachanga pesa ya dhabihu ya Bravo, kwa sababu hata ni mwana mwingine akisema eti wo, unajua Bravo wakati alikuwa kule Zanzibar tulichanga pesa, mlisikia Dev alisema it was around 80000 mara akarudi akasema ilikuwa 100000 hata simwelewi, sijui So kuna watu wanasema zile pesa zenye Dave alisema ni 80 za Bravo zenye walichanga ama 100. Hizo pesa kuna mafani umesema we. Bravo kama ameenda kwa bank, aende atoe zile pesa hata sisi mafans waturudishie pesa zetu. Eh, hey, Jesus. Mnarudishiwaje pesa za ushetani? Like unataka kubeba shetani ulete kwa nyumba yako. Na hata Dave atakaa chini atiajue mafans wote walikuwa na changa pesa arudishe. Kwanza hata ulikuwa ulikuwa kitumwa ukisema ni za Bravo utarudisha. Hakuna pesa zinarudishwa, ni nyinyi tena mafans mnakaa chini, mchangie Bravo pesa. Mkimchangia atolewe dhabihu. Bravo saizi ana chochote. Ana chochote, ana lolote, ana maisha. Na kama kuna pesa ni zile zenye alikuwa na ni, nimesema kama kuna pesa kwa bank ni setup. Setup ya kumrudisha kule kwa mashetani. Na kama si setup basi ni pesa zenye alikuwa anafanya biashara ya kuuza kidney. Na hiyo pesa istahili kuenda kwa madhabahu. Guys, let me hope kuna mtu ananiunderstand like kuna, kuna watu nimeona wanasema Dave ako na tamaa, sijui anaendea pesa za ushetani. Dave ako na tamaa, sijui ni nini. Anyway, kama Dave ameamini kulikuwa na pesa kwa bank, wacheni waende waamini kuwa zilikuwa kule, ama waende wajione ziko, ama ziko, ama wa confirm na pastor kuwa zile pesa Trap. Ama, ama kama si trap ni pesa za ushetani na upande wa DC Frederick. DC Frederick ni ofisa, unajua kipenye devil anaenda mission yeye, atafuata tu hata ikuwa wapi, atafuata tu. But anyway guys, mimi sina mambo mengi. kama unajua uja watch zile videos, nimeanalyze zile, zile zingine mwende mwatch zile, so that kama utakuwa unanitafuta unanikosa, unajua ninaanalyze nini kuanzia leo kuna watu wanatafuta, wanasema Doreen, umepotelea wapi? Nimewaambia kama kama kama umesubscribe, notification itakuletea na kama wale ambao wanatafuta video za Dave, mnatafuta Senior Dave today alafu mkisearch ndio mnapata content yangu, lakini juu sijaposti vitu za Dave, hata mkisearch mtanipata. So make sure utakuwa una confirm una search tu Doreen leo Today, Doreen today, alafu utakuwa unapata content ama kama YouTube itakuwa inakuletea notification kama umesubscribe, well and good so in case ni hame, msikoe na maswali mingi. Nimewaambia ni kwa nini nalea channel channel, ni kama haieleweki. Sasa hii iko na msimamo wa Senior Dave, so naihamisha pole pole. Hata mkipata iko na 10 views, nyinyi msijali, natengeneza ili haribika kitambo, ama turudishie Dave hii channel tumpatie, iko yake. Anyway guys, eh, mshinde salama muwe na siku njema bye bye.